Bwana sifiwe milele na milele. Shetani akiipita teke teke teke kule, utakuwa umeshawahi kucheza wimbo kama huo hata kuuimba, lakini ni kujifurahisha tu, kwa sababu Shetani haji kwa staili unayewaza wewe, na anaweza akaja badala ya teke teke teke kule, ukampa busu busu busu na kumuwao kabisa. Shetani haji kwako in the flesh. Anatumia watumishi wake ambao wanakuja kwako kimwili, na hao usipowajua wanakupoteza kabisa. Yani, mimi ni Pastor Msafiri na leo ninajibu swali hili: watumishi wa Shetani ni akina nani? Ngoja nianze na dokezo kuhusu watumishi wa Shetani kwenye Ayubu, kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Ukisoma unaona kwamba Shetani amepewa ruhusa na Mungu ya kumpiga Ayubu, ila ukiendelea kusoma vizuri, haumuoni Shetani akimpiga Ayubu. Unaona Waseba wanainuka na kupora ng'ombe za Ayubu na punda zake na kuwaua watumishi wa Ayubu. Pia Wakaldae wanakuja na kupora na kufanya mambo kama hayo waliofanya Waseba lakini pia unaona kuna upepo wenye nguvu umeshuka na kuleta madhara na moto kutoka juu. Ulimwengu wa roho hautendi kazi duniani bila ruhusa ya mwanadamu, mtu wa damu na nyama. Ndiyo maana hata Mungu alivyotaka aipige nchi ya Israeli kwa njaa, ilibidi Eliya aombe ili mvua isinyeshe kwa miaka mitatu na nusu. Na hivyo hivyo hata Shetani akitaka afanye vitu duniani, atende kazi, inabidi atumie watumishi wake waweze kuruhusu mapenzi yake yafanyike. Hawa watumishi wa Shetani wana sifa kuu tatu. Sifa ya kwanza ya hawa jamaa ni kufanya mapenzi ya Shetani. Ukisoma katika Luka sura 22 mstari wa 31, Yesu anamwambia simoni Petro, shetani amewataka kuwapepeta kama vile ngano. Lakini ukiendelea kwenye Injili hauoni mahali popote shetani akiwapepeta wajamaa kama ngano, lakini unawaona ni akina Kayafa, makuhani, Mafarisayo, maaskari wa Kirumi, Pilato na yule kijakazi ambaye alimuuliza maswali Petro mpaka Petro akamkana Bwana Yesu. Hao ndio unawaona wanawapepeta mitume kama vile ngano. Hao ndio watumishi wa Shetani, hao ndio wanafanya mapenzi ya Shetani. Mtu anayefanya mapenzi ya Shetani ni Shetani, kwa sababu mtoto wa nyoka ni nyoka. Ndio maana wameitwa nyoka, wana wa majoka na kadhalika. Yesu mwenyewe ameuliza katika maandiko, je, mimi sikuwachagua ninyi tena shara na mmoja wenu ni shetani? Huyo mtu aliyeongelewa hapo unamkuta tena kwenye Yohana sura ya 12 mstari wa sita kwamba naye alisema hayo si kwa kuwahurumia masikini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akivichukua vilivyotiwa humo. Unapopewa kapu la sadaka alafu, nadokoa humo, wewe ni mwizi. Usichukulie poa, kwa sababu mwizi ndio jina lingine la Shetani katika Biblia. Kwa hiyo usiwe na sifa za mwizi au usifurahiye kuitwa mwizi. Ukiwa hivyo hauko mbali sana na ufalme wa Shetani. Sifa ya pili, ya pili ya watumishi wa Shetani ni kuwachukia watakatifu na hii ni kwa sababu kuna uadui kati ya watakatifu na watumishi wa Shetani. Watumishi wa Shetani wanawachukia watakatifu, lakini watakatifu wanawapenda na wanatamani kwamba wawasaidie ili watoke upotevuni. Kwamba watumishi wa Mungu au wateule watakatifu wanachukiwa na watumishi wa Shetani ni jambo ambalo liko wazi, na ulitegemee. Biblia inasema Ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu ukiwachukia, na unapoona unamchukia mtu bila sababu, kuwa makini sana, jichunguze, kwa sababu hiyo sio jambo zuri. Watu walimchukia Yesu bila sababu. Na mpendwa ambaye unaniangalia, unapoona watu wanakuchukia, usipate shida, kwa sababu haya mambo ni ya kutegemewa. Ila unapoona pale kila mtu anakupenda wanakusifiasifia tu, hapo ndipo uyo makini sana, kwa sababu Yesu alitoa onyo, alisema: ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Kama wewe umeokoka unamtumikia Mungu, alafu watu wote wenye dini na wasio wa dini wanakusifu sifu wanakufurahia tu, ole wako. Kuwa makini sana hapo. Sifa ya tatu ya watumishi wa Shetani ni kwamba wapo kimwili, wapo kimwili sana. Wana mawazo ya kibinadamu, mawazo ya kidunia, mawazo ya kiulimwengu, hawayawazi yaliyo juu kule Kristo walipo, wanawazi aliyoko chini. Hayo ndiyo mawazo yao. Injili inasema Yesu akageuka akawatazama wanafunzi wake akamkemea Petro akasema nenda nyuma yangu Shetani, maana huyawazi aliyo ya, ya Mungu bali ya wanadamu. Utumishi wao katika mwili ni namna vile unavyoruhusu viungo vyako vitumikeje kama silaha za Mungu au kama silaha za Shetani. Kwa hiyo pamoja na kuokoka, ni lazima tuwe makini, tujiangalie namna tunavyoenenda. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kuwa silaha za haki. Tukirudi kwenye kesi yetu tulianza nayo, kesi ya Ayubu, Ayubu sura ya pili, naona shetani ameenda na anasema kwamba Ayubu akiguswa mfupa na nyama yake atamkufuru Mungu na anapewa ruhusa ya kumgusa Ayubu. Alafu anamgusa Ayubu kwa kumpiga na majipu mwili mzima. Ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe." Mkewe Ayubu akaruhusu viungo vyake, ulimi wake kutumika kama silaha ya shetani. Kwa hiyo mkewe Ayubu akawa mtumishi wa Shetani hapo. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu, kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Mpendwa, ni hayo tu kwa leo. See me in the next video. Barikiwa.